Habari za wakati huu tena, mfuatiliaji wa Fupi Media, bado tunaendelea kukupa taarifa kutoka mashariki ya kati, hasa kuhusu mzozo wa Iran na Israel. Naitwa Ramadhani Fupi. Mzozo kati ya Iran na Israel unazidi kuwa afadhalia jana kila uchao, huku vitisho vya mauaji vikiendelea kutolewa kutoka pande zote mbili. Wakati huu, waziri wa mambo ya ulinzi wa Israel, Israel Katz, amesema kwamba anamtamani kiongozi mkuu wa serikali ya Iran, Ayatollah Al-Khamenei, kwa maana anataka kuondoka na roho ya kiongozi huyo kwa taifa la Jamhuri ya Iran. Akizungumza siku ya Alhamis, Israel Katz amesema kwamba Israel itaanzisha mashambulizi mapya ya kimkakati huko nchini Iran. Huku akimtaja Ayatollah Al-Khamenei kwamba atalipa uhalifu wake anaoufanya dhidi ya Israel. Ikumbukwe mpango wa serikali ya Israel kwa kushirikiana na serikali ya Marekani ni kuona Iran inakubali pendekezo lao la kufanya mazungumzo ya usitishaji vita, ambapo katika mazungumzo hayo Israel na Marekani zinataka kuona kwamba Iran inakubali kutomiliki silaha za nyuklia, ambapo kama itatokea watakubaliana kuwa Iran sasa inaachana na mpango wake wa nyuklia, hii moja kwa moja itahesabika kuwa ni sawa na ushindi wa vita hii kwa Israel kwa maana Israel itakuwa ndio mshindi katika vita hivi, jambo ambalo Iran haipo tayari kulisikia. Kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu ya nchini Iran Ayatollah Al Khamenei, wakati akijibu baadhi ya matamshi ya viongozi wa Israel, Ayatollah amesema kwamba Iran lazima ishinde vita hivi kwa msaada wa Mwenyezi Mungu. Kwa upande wake, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema kuwa atatumia gharama yoyote kuhakikisha kuwa anajibu mapigo, kufuatia makombora yaliyorushwa asubuhi siku ya juzi Alhamisi na vikosi vya Iran, makombora ambayo yaliyoharibu hospitali ya Soroka iliyopo Biashoba nchini Israel, na mnukuu: leo asubuhi madhalimu wa kigaidi wa Iran walirusha makombora katika hospitali ya Soroka. Tutatoza gharama kutokana na madhalimu hao, aliandika waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kwenye ukurasa wake wa X. Mfuatiliaji wa Fupi Media, hayo ni machache yaliyojiri wakati huu. Usisahau kusubscribe, usisahau kulike, kushare na kucomment. Naitwa Ramadhani Fupi.